Kma wasanii wote wa Kombolela mupo kwenye kumsapoti siwa kwenye jambo lake. Hii maana yake nini hasa? Tuna mapenzi kama familia, hiyo ndo maana kuu. Ukiona mtu amekuja, hujua ana mheshimu na kumpenda, hataki ndugu yake adhalilike. Ndio maana tuko hapo kwa ajili ya kumsapoti na sio yeye tu. Ikitokea msanii mwenzetu yoyote ana shughuli, ana msiba, tuko kwa ajili yake. Na wewe unakusapoti kwenye karanga zako sana na, katika wateja wangu ambao wananipaga pesa nyingi ni Wakombolela wa kwanza kabisa ni Kombolela eh, e. Mashabiki, nikupongeze sana. Umekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao uko charming sana uko e. sana uko sana na hicho ihoa kuigiza, lakini hata wenye maisha ya kawaida umekuwa ni mtu aina hiyo, pengine ainaho pengine natokana na nini hasa hiyo ni hulka ya mtu yani, ndio nilivyozaliwa kwa hivyo. Eh. Yeah. Pengine yeah. kuna kuna wasanii wengine ambao tunazungumzia wote lakini baadhi akishaanza yeah. kupata ustaa kamera zimekuwa ni nyingi sana, unaona mtu anabadilika. Pengine so, inatokana nini hasa kitu kama hicho. Nafanyaje? kubadilika baada ya kupata umaarufu kwa kweli haipo. wasanii wenzako wamekuwa ipo sana hiyo. Unadhani inatokana nini hasa ha? Sijajua, labda hawajategemea mpaka kubadilika. Siwezi kuliongelea hilo kwa sababu mimi sio mtu wa kubadilika koo, sijui wao wanabadilika kwa sababu gani, hata niliokoponao. So watu wanaobadilika yeah, e, inatokana labda na mtu hapa kuigiza maisha fulani, labda uzungu sana, mtu anaifai kitu kama hiyo. mna um, mbona akiigiza uzungu akitoka na rudi kwao uswahilini koo, siamini kama ni, ni nani, ni kwa sababu ya kazi ni tabia ya mtu labda ilikuwa imejificha baada ya kupata kila anachokitaka sasa, anaamua kujionyesha. Eh, maisha ya Kombolela ambayo mnaigiza imekua i maisha fulani, ama watu wengi yanawavutia ya sana, na ndio maana ndomana zinapendwa sana pengine hasa uh, tamthilia ambazo watu wanaigiza Kiswahili wenyewe ule maisha halisi hasa na tamthilia ambazo naigiza kizungu uzungu mwingi e. Kwanini, kwa nini watu wamekuwa wamekuakwapenda sana nyinyi? Kwa sababu watu wanapenda kitu cha uhalisia, sio kwamba wakifanya uzungu wanakuwa sio waswahili au wanakuwa sio hawafanyi uh, uh, uhalisia, ila kutokana na mzunguko wa watu, watu wengi wanapenda uswahili kwa sababu uswahili kuna vitu vingi sana vya kujifunza, tofauti na uzungu. Viko vingi vingi ambavyo yani hata ukikaa ukianza kuhadisia huwezi kumaliza leo, ndio maana unakuta watu wanapenda kwa sababu kwenye uswahili kuna stori nyingi ambazo zimejificha, stori nyingi ambazo zinajulikana, ambapo mtu akimwona anaona huyu mbona kama amina tabia yake, kwayo ndo inakuwaga hivyo. hmm. Uchuka sana kuwapozi, labda ile utana mtu unasema huyu mbona kama nikutana naye nabadilika kidogo, amna sijawahi pengine sure. E, hasa mipango yako sasa kwa mwaka huu ikoje? hasa ukiacha tu kwamba kuigiza na mambo mengine pia kufanya kazi zaidi. hmm. E, mipango yangu mimi ni kufanya kazi zaidi hmm nifanye kazi nyingi nisimamishe biashara zangu ili niweze kuisha familia eh. Moja, moja, moja kati ya interview ambayo nilitazama ulifanya siku kadhaa zilizopita ni ile ambayo ulionyesha gorofa lako, komenti zilikuwa nyingi. Mashavu, na gorofa kwa sanaa tu ama kuna nyingine kwa sanaa? Eh, hiyo hiyo tu, maana sina kazi nyingine ukiacha kuuza karanga, ndo hiyo sanaa yangu nyingine Ah, pale nimepanga sijaj, ah, sijajenga ye nimepanga kusema ukweli ah, eh, inalipa inalipa haswa. Siwezi kusema yeah. Eh. Ila zipo tano, sita. Eh, eh. Si <laughs> sijui yeah. <laughs> Inawezekana ikawa elfu hamsini yeah. au elfu sabini pale. Na inspire vijana. No, sijajua kusema ukweli siwezi kusema pia tumalizie mwaka huu ni mwaka uchaguzi nimeona pia baadhi ya wasanii wamekuwa wengi sana wakijihusisha labda kampeni e. wanafanya sana zile wengine tengin wanachukia vitu kama vile kwako wewe hasa tujaona hiyo kitu ukihitajika utaitwa yeah. yeah. yeah. mi yeah. nasapoti nasapoti ila kama sehemu, kama hizo kusema labda Uende kwenye, uende kwenye tua hizi za, za nani za siasa, huwa wanaitwa uwezi ukanyanyuka, usi, usingizini ukasema naenda kwenye kampeni. Umeitwa na nani e? Ukihitajika unaitwa. Kumekuwa na hili watu wanalizungumza sana kwamba wasanii wa Tanzania hawawasikilizi mashabiki zao, nataka nini mm. Wanajali kila ambacho wanachokipata, aidha kama ni pesa ama ni nini Ura, ni, ni, ni kweli mastaa ma, wa ma Tanzania mnawakosea mashabiki kwa sababu hamwasikilizi Hapana, kuwasikiliza kwa engo gani? Yani labda kwenye engo za politics siasa, kuna tukio fulani hivi labda <laughs> wasanii walisemee wasanii wanakuwa against, wanakola upande ambao labda kitu kipo asivyo, ndo wanaungana huko huko, no comment, waoga sijui, kusema ukweli yeah. siwezi kusema chochote. Eh, kwa sababu mimi sijawahi kufanya hicho kitu, kama itakuwa upande wangu Nawezekana ikawa na sababu hivyo. Yeah. E, kwa nini sifanyi, sifanye hivyo? Msanii wako watatu bora kwa sasa hivi Tanzania, msanii gani sasa? Kikala Kobis, yeah. Mzee Kikala. Kikala na Mwadawa, Mwadawa, Mwadawa. Mwadawa na kitu gani special? Yule ni mwalimu, yeah. Mwalimu kivipi? Ni mwalimu ambaye akikuona kwenye sa... kwenye sini labda

waje tu enjoy. Kama wako ndani tu enjoy, tusilete vurugu. Leo ni siku ya kuenjoy tu eh. Shukrani sana, asante.